Sawa, leo tumepita kutembelea mabanda ikiwa ni kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo inafanyika tarehe nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika jiji letu la Arusha. Na nikiwa mbunge wa jimbo hili nimeona nipite kuangalia namna ambavyo wananchi wenzangu wanapata huduma. Kwa kweli nitumie fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kampeni yake ya Mama Samia Legal Aid ambayo sisi tulikuwa tunaiona inapita kwenye mikoa mingine mbalimbali mbali maa tunapokea taarifa hapa, mikoa iliyobaki ni mikoa minne tu. Kwa sisi wananchi wa Arusha tunamshukuru sana daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameona kabisa, kutumia mahakama zetu matatizo yanatatuliwa, lakini mlolongo wake unakuwa ni mrefu. Mtu akianza mahakama ya kwanza, aende mahakama ya mahakama ya mwanzo, akianza aende mahakama ya wilaya, aende mahakama ya mkoa, aende mahakama kuu, aende mahakama ya rufaa, inaweze kachukua muda mrefu sana kama kupitia kusikiliza mashauri watu wakisikilizana wakielewana jambo linaisha mapema. Tumekuwa na kesi hapa Arusha za muda mrefu sana. Kuna waitaliano tumeona walikuwa na makesi malalamiko yao miaka saba, leo kupitia mpango huu yamekwenda kuisha. Kuna watu walikuwa na kesi zao za mirathi, kuna kesi za ndoa, kuna madai mbalimbali mbali ya fursa zao kwenye serikali, lakini kupitia mpango huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeona watu wamenufaika na wajanufaika Arusha tu hata mikoa yote huko alikopita. Kwa hiyo mimi ninachoomba, mara baada ya kuisha kwa siku hizi za maadhimisho ya wanawake duniani, nampa tena Daktari Samia Suluhu Hassan ombi maalum dawati hili hapa Arusha waweze kuwasikiliza wananchi wenzetu ambao kwa kweli wameweza kunufaika na jambo hili, lakini sambamba na hilo naipongeza sana Wizara ya Katiba na Sheria, kwa kweli wamelisimamia jambo hili kwa weledi mkubwa, wamempa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa ujumla wake tunapozungumzia 4R za Daktari Samia, ni pamoja na Mama Samia Legal Aid. Tunatafuta haki, tunatafuta usuluhishi, watu wanakuwa na amani na maisha yanaweza kuendelea, na ukizingatia, wananchi wetu wengi ni watu wa kipato cha chini, hawana uwezo wa kuwa na mawakili wa kusimamia kesi kwa muda mrefu wakija hapa siku mbili tatu, jambo limeisha. Jambo hilo linawapa faraja na maisha yanaweza kuendelea. Kwa hiyo niwaombeni, mtufikishie salamu zetu kwa waziri wa Katiba na Sheria na timu yake yote, kwa kweli kwa kulisimamia kwa weledi mkubwa jambo hili. Nimekutana na wazee hapa, nimekutana na kina mama ambao wameteseka kwa miaka mingi, lakini tunawaona leo sura zao zina nuru kutokana na Mama Samia Legal Aid. Mimi nikiwa mbunge kama ili jambo linahitaji kuwa na budget, pengine bajeti budget iliyoko ni ndogo dogo, naombe nilete ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi wabunge tumeona matunda yake kwenye nchi hii. Tutamuunga mkono rais wetu, lipate fungu la kutosha, lisiende kwenye mikoa tu peke yake, lishuke mpaka kwenye mitaa na vijiji, kwenye kata, kwenye majimbo na halmashauri, ili tuweze kumaliza changamoto hizi kwa muda ndani ya muda mfupi.